Tukaona wakigotoka kwa askari na magari za askari, so tukapo nikimbie kutoka pale, ni torokea hapa nenda hapa jini, so kapo na nikatoroka kutoka highway kufuka hapa, wakati nafika hapa ndio nitoroka kwenda pale ndio nikapiwa risasi, nikipigwa risasi hapa kuinuka, nikashinda kutembea hapo. Sasa alikimbizwa hospitali mbili kabla ya kuhamishwa hadi Kenyatta. Madaktari waliamua kumkata mguu kuokoa maisha yake. Ile kitu inaniuma sana nichoa kupiga risasi na bado ukienda kwa yapo wanakuambia bado tunaendelea na uchunguzi. Sasa unazinda uchunguzi gani unaendelea? Uh, mtu umemsa api wa risasi. Waathiriwa hawa wanasema matukio ya siku hiyo yalibadilisha kabisa maisha yao. Ime happen sasa, bibi yangu ako 5 months pregnant so I'm in the hospital. Hata amezaa tu nikiwa tu in this condition, hata ilibidi aende kwa nyumbani arudi kwa nyumbani Uh, kazi yangu kama ilikuwa kazi kama hii ya roof . Sasa mimi hiyo kazi siwezi kufanya kabisa. Kupitia wahisani Mwabe alipata mguu bandia, pia aliajiriwa kama dereva wa teksi